E, tulikuwa na ufuatiliaji au operation ya wiki moja kwa ajili ya kupambana na kudhibiti uchinjaji holela ambao imekuwa ni changamoto kubwa hasa katika eh, jiji la Mwanza na maeneo ya jirani kutokana na kwamba nyama zinachinjwa mahali popote, lakini hasa katika nyumba za za ibada na baadaye hiyo nyama inaonekana kusambaa mitaani. Kwa wale waliopewa hiyo nyama wakiwa wanauza wana, wana pasipo, pasipo kufuata taratibu na inauzwa mitaani, kitu ambacho kinahatarisha afya ya mlaji, kwa sababu kimsingi nyama inabidi ichinjiwe kwenye maeneo yaliyoidhinishwa kwa mujibu wa sheria, ikaguliwe kwa mujibu wa sheria na iweze sasa kusambazwa au kutoka eneo moja kwenda nyingine kwa mujibu wa sheria kama inavyoelekeza sheria ya Bodi ya Nyama. Sasa baada ya kufanya ukaguzi huo kutokana na taarifa mbalimbali tulizozipata kutoka kwa watu na, na, na, na, na uchunguzi wetu wa ndani tuliofanya, tumebahatika kuwakamata watu wasiopungua tisa. e, watatu wakiwa wana asili ya Kiarabu e, na wengine ni Watanzania, lakini kutoka maeneo mbalimbali nje ya jiji la Mwanza. Kwa hiyo wale wamekamatwa kama watuhumiwa kwa sababu hiyo hawa wenzetu, uingiaji wao au uanzishaji wa, wa, wa kazi zao za uchinjaji haukufuata misingi inayohitajika kwa mujibu wa sheria za dini ya Kiislamu. Kwa hiyo hata viongozi wao ambao ni wabakwata hawakuwa na taarifa maalum ya kitu gani kinaendelea katika mitaa mbalimbali. Ikabidi hekima itumike, kwa maana ya kwamba tukawa tumekubaliana kuandaa kikao cha pamoja ili kutengeneza mwafaka mzuri wa namna nzuri ya uendeshaji wa sadaka hizi bila kuathiri utaratibu, sheria na kanuni za, za nchi. Uchinjaji wa wanyama unaongozwa na sheria. Kuna sheria kama tatu ambazo zinasimamia e, e, uchinjaji wa nyama. Kwanza kuna sheria ya magonjwa ya wanyama ya mwaka 2000 na na, na, na, katu, na kanuni zake za mwaka elfu mbili na saba ambayo inataka kwamba uchinjaji e, mchi, ufanyike mahali maalum kwenye machinjio. ee, na vile vile kuna sheria ya, ya ustawi wa wanyama welfare, animal welfare act ambayo nayo inaangalia ustawi wa wanyama, ni nyama gani ambayo inatakiwa achinjwe na ni wakati gani na uchinjaji huo ufanyike namna gani. Lakini vile vile kuna sheria ya tatu ambayo ni sheria ya tasnia ya nyama ambayo e, inasimamia miundombinu mbalimbali ikiwa pamoja na machinjio, kwamba mnyama, ili nyama bora iweze kupatikana, lazima ikazalishwe, ikachinjiwe kwenye machinjio ambayo ya, yako kwa mujibu wa sheria. Sasa uchinjaji uliokuwa ukiendelea unaoendelea na ulikuwa ukiendelea kabla ya kukamatwa hawa watu wanaoendeleza hivi vitendo vya uchinjaji holela, ulikuwa unafanywa katika maeneo ambayo sio sahihi kwa mujibu wa sheria zetu tatu nilizozitaja hapo awali, kwa sababu uchinjaji huu umekuwa na madhara makubwa, kwa sababu uh, uchinjaji unafanyika, wale watu wanaopewa uh, hiyo sadaka badala ya kwenda kuitumia wamekuwa wakienda kuiuza mitaani.